Nafasi mpya za kazi zilizoweza kutoka halmashauri ya wilaya ya Kilosa. Kabla ya kwenda kuangalia hizi nafasi zilizoweza kutoka halmashauri ya wilaya ya Kilosa, hakikisha una cheti chako cha kuzaliwa, lakini pia hakikisha cheti chako kama ni cha zamani umekibadilisha na kuwa cheti kipya cha kuzaliwa. Kuweza kupata cheti chako kipya cha kuzaliwa ni cheki katika WhatsApp namba, nimekuwekea katika description ya video hii, utapata cheti chako ndani ya muda mfupi sana. Na kwa wale ambao vyeti vyao haijawa certified, ambavo vya havina haijawa mihuri ya wanasheria, hakikisha cheti chako cha kuombea kazi imewekwa muhuri wa mwanasheria, ndipo uweze kutumia kuomba kazi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 Ngazi ya mshahara ni kwa kuzingatia mishahara ya serikali ya TGSB. Waombaji wote wa wawe ni raia wa Tanzania wenye umri kuanzia miaka 18 na usiozidi 45. Hakikisha umeandaa CV yako yenye email address pamoja na majina matatu ya wadhamini watatu wa kuaminika. Na hakikisha unakuwa na vyeti vyako halisi original certificate kuanzia kidato cha nne na kuendelea, na kwa wale waliosoma nje ya nchi, hakikisha vyeti vyenu vimehakikiwa na TCU, NECTA pamoja na NACTE. Mwisho wa kutuma maombi ni tarehe mbili mwezi wa kumi na mbili elfu mbili na ishirini na tano. Maombi yote yatumwe kwenye mfumo wa kielektroniki kwa ajira poto, yani recruitment poto na barua